Leo tarehe ishirini mwezi wa tatu, sisi kamati ya nishati na madini tumekuja kukagua majengo ambayo serikali inayajenga kwa ajili ya ofisi ya wizara mbalimbali mbali. Leo tumekuja kukagua wizara ya nishati, tuko kwenye jengo la wizara ya nishati. Jengo hili liko katika hatua kubwa kabisa, ambapo liko karibu kukamilika, ili wizara ya nishati iweze kuhamia, ili wananchi waweze kupata huduma vizuri zaidi na wafanyakazi waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri. Sisi kamati ya nishati na madini tumeridhika na tumefurahishwa na hatua ambayo jengo hili limefikia. Tunapenda kuchukua nafasi hii kuipongeza wizara kwa kusimamia jengo hili ili liweze kukamilika kwa kiwango hiki, lakini tunapenda pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za kutosha na jengo hili likaenda kwa spidi ambayo ndivyo tulivyokuwa tuna tunatarajia, na pengine limekwenda kwa spidi zaidi kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini tuseme tu kwamba hili ni jambo ambalo ni kubwa kwa nchi yetu, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameidhinisha pesa karibu bilioni mia tatu kwa ajili ya mji huu wa Magufuli kwa ajili ya wizara mbalimbali hapa kwenye mji wa Magufuli, mji wa serikali wa Magufuli. Kwa hiyo hili ni swala kubwa na swala la heshima kwa nchi yetu na ni swala ambalo kusema kweli rais wetu ameitendea haki nchi yetu.